Imetumwa na wanawake Tanzania, wanasema ni kuambie wao wako tayari kuhakikisha kwamba wewe unashinda kwa kura za kishindo tarehe 29 ya mwezi wa kumi. Wanawake sisi tumejipanga, hususan Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, toka ulipotangazwa kuwa mgombea wa CCM, sisi CC tulianza kuweka mipango n tukasema ni lazima tujipange tuhakishe kwamba na sisi tunakuheshimisha Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sisi moye tumejipanga, na kamati mbalimbali za kanda ambazo zimefanya kazi kubwa. Tumehakikisha tumewafikia wanawake kwa kuzungumza nao wanawake milioni kumi na tano na laki saba na ishirini na saba elfu mpaka kufikia jana, na lengo letu milioni kumi na sita na laki saba na kwa siku mbili hizi ambazo sijachukua takwimu nina hakika tutavuka lengo tulilokuwa tumejiwekea. Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, usiogope. Sasa hata wasemeje, wanawake wenzio tumekubali. Wanawake wenzio, umetuheshimisha, umefanya kazi ndani ya kipindi cha miaka 4 ni lazima na wewe tukuheshimishe. CCM oye wetu. Ndugu mgombea wetu, tumeendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kukufia kukupa afya njema hadi tarehe ishirini na tisa tutakapokwenda kukuthibitishia ndani ya sanduku la kura. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asanteni sana.